Mimi hapo nikitoka atakuja mwenye kitu wa kina mama, alafu amlete mheshimiwa hapa. Katikati kuna shimo, na watu mko barabarani, sogeni hapo, pajaya hapo katikati nipate nsn, ndugu zangu. Mimi naongea nyumbani na jana, nilitamani sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti leo na wewe nyumbani hai, kwa sababu ndipo nilikozaliwa, lakini kifua changu hakikuwa kizuri sana. Hiyo gari vipi? Nafanya nini huko? Zinatumika basi, wekae hapa kwee, watu lakini leo nikasema nitakuja Moshi kwa sababu ni nyumbani, na nashukuru viongozi wote chama hiki toka kimeanzishwa na mimi nikaingia, watu ambao wamekufa kuvunjika miguu kutoka macho kwenda jela kufilisika kwa sababu ya kupigania mageuzi. makaburi yake makaburi yake hayahesabiki hayahesabiki. <coughs> Mimi nimezika watu wengi sana kupitia chama hiki, nimezika marafiki zangu, nimeuguza watu wengi, nimepigwa bomu Arusha ukafa watu watu wengi wameenda magereza. Kuna watu leo hawaajiriki serikalini kwa sababu ya kupigania mageuzi. Kuna watu leo wameshindwa kuwa mamilionea kwa sababu ya kupigania mageuzi. Kuna watu ambao ndoto zao za kuoa na kuolewa zimevunjika kwa sababu yalikuwa mbele ya kazi hii. Halafu kuna watu wanaleta mizaa na sisi Wachaga ama watu wa mkoa wa Kilimanjaro na kaskazini tunapaswa kuwa makini sana. Yatonga alituuza, na kwa muda mrefu sana watu wa kaskazini huwa wanaonekana kama watu wanaojitenga. Uongo. Na hata chama chetu wakati kinakuwa kilipigwa vita ni chama cha Wachaga. Mimi wakati naingia kwenye kampeni za kumsaidia Lissu, mimi ni Mchaga, mimi ni Machame, nilimwangalia Lissu. Mimi ni Mchaga, mimi ni Machame, mwenyekiti Mbowe ni Machame, ni Mchaga, lakini katika demokrasia niliamini katika Lissu na sioni aibu, sijisikii vibaya, naweza nikasema mbele ya Mungu nilifanya uamuzi wa kimungu na, na uamuzi wa baraka kuliko wakati wowote katika maisha yangu ya siasa. <laughs> Na fahamu tabia za watu wa nyumbani, ila inapokuwa kweli na haki, siogopi jambo lolote kwa mtu yoyote wa cheo chochote, kwa sababu tulipowaita watu kwenye maandamano mbele, tuliwaambia tunapigania haki mimi nimekuwa mbunge miaka kumi nimeenda polisi loka zaidi ya mara mia moja na hamsini nimekuwa mbunge miaka kumi nimekoswa kuuawa mara tatu nimekuwa mbunge miaka kumi nimeenda mahakamani idadi siwezi kukumbuka nimeenda magereza mara nyingi sikuwa natafuta ubunge ili ikiwe cheo cha kuja kuweka mataji mchibani ni platform ya kupigania watu na haki na ndo sababu naitaka katika maisha yangu katika, katika, katika kazi ya siasa yoyote, atakaye kwenda kinyume swala ya msingi na haki, na alipeleka watoto wa wenzake wakauawa, wakachinjwa. Tulipeleka watu mbele kwa imani ya haki, kama si tulikuwa tunawaza biashara na maisha ya watoto wetu kwa damu za watoto wengine, laana impate yeye na familia yake mpaka kizazi cha nne ikalaaniwe. Nasema hivi, kama ni baba yako laana ikampate, kama ni mama yako. Ndugu zangu, wote wote wanatuamini hao Hawajawahi kupata maslahi. Mimi naweza nikasema nimekuwa mbunge miaka kumi, mwenyekiti Mbowe amekuwa mbunge miaka kumi na tano amekuwa kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni. Mimi ninaongoza maandamano, watu wamekufa. Mimi ninaingiza watu kwenye siasa, watu wamekufa. Nimezika marafiki zangu. Leo naongea nyumbani, yoyote mwenye mpango wa kuua haki na msingi na mazungumzo ya chama hiki katika jina la Yesu ukafe wewe na familia yako. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nasema hivyo kwa sababu najua mambo mengi kuliko nyinyi na ikifika wakati natakiwa kusema mtasema zaidi. Wananchi wa Moshi, lindeni heshima ya kanda yetu. Mimi, tukionekana sisi ni wabaguzi kwamba sisi tu ndio tunatakiwa. Yatonga aliharibu kidogo heshima yetu, kajiunga na CCM, akafanya mambo ajabu ajabu. Heshima hii hatutailinda kwa sababu yetu, tutailinda kwa hadhi ya watu wa mkoa wa Kilimanjaro, ambao ni waasisi wa mageuzi, kama wrape ya kwamba tutapigania haki na utu wa nchi hii, sio kwa sababu ya pesa ila ni kwa sababu tumeona nchi inahitaji kubwa ya kubadilika. Sasa kuna chama kimeanzishwa, chama kimeanzishwa, chama cha serikali cha ugwabwa, chama cha ugwabwa. Jana niliona msemaji na... wao mmoja wameanzata hazi meambiwa utasikia hata viongozi wao wanakamatwa kimkakati, waonekane kama ni wapigania haki, ili kukijengea huruma na hadhi. Nikaenda nika nika kwenye chama hicho, nikaja kwenye mkutano Moshi, usiende kuwasomea, usiende kwenye huo mkutano kwa sababu wanatafuta picha ili waonekane wanauma mkono. Na kwa nini kimetengenezwa hicho chama? Nisikilize watu wote waliotoka, wachache sana, wachache sana, wote, wote waliotoka hawaendi ACT, hawaendi kafu, uh, hawaendi chama kingine. Wanaenda kwenye chama ambacho hakina hata ofisi moja katika mikoa yote. Ni kwa sababu ni chama cha serikali. Maana yake nini? Wanakitengenezea kitu inaitwa hai serikali kwenye uchaguzi bila CHADEMA kuwepo huo uchaguzi, kimataifa utakosa kitu kinaitwa legitimacy, basi uhalali. Ukikosa uhalali wa uchaguzi, serikali ya Tanzania itatengwa na jumuiya za kimataifa. Ndio sababu wanaionyesha ulimwengu wa kimataifa kwamba CHADEMA inapasuka, kwamba CHADEMA inapasuka na watu wote wamekwenda chauma, na ndio sababu wanatafuta mgombea kutoka, kutoka ndani yetu pengine alikuwa kiongozi mkubwa ndani yetu, kitapewa hela kiruke ya helikopta kitapewa hela magari. Swali la msingi, chama hakina ruzuku, chama hakina hata pesa <coughs> mchimbi anajua hizo pesa wamezipata wapi? Vyama <coughs> <coughs> vyote ambavyo havina msingi wa no reforms, no election au ni mademu wa CCM yenu. Sasa nyie mnasema hivi Arusha. Na tumewaonya na Moshi, tutaenda kuwasikiliza mkienda kuwasikiliza bodaboda, mkatoa pesa, mkaenda bedara zao, mkaandamana, inachukuliwa picha e, ikichukuliwa picha ile picha itazet, ambayo yote yameshanunuliwa, yataenda kwenye TV, mtawatafutia kitu kinaitwa ualai na mkiwatafutia uhalali, wataendelea kutumia pesa nyingi kuonga kwenye uchaguzi na hicho chama, na watajitetea kwamba hata hicho chama cha CHADEMA ambacho mnasema kimezulumiwa na kina haki kubwa ya msingi hati... na watu tena, na tulivyosikia, watu wanaama, tukasema mbona kilele kwenye najazti ni kubwa kuliko uhalisia. Makamu wetu mwenyekiti akaita kamati kuu, tukakuja kugundua katika wajumbe wa mkutano mkuu elfu moja karibu na arobaini walioenda chauma ni ishirini wajumbe wa, oh, oh, oh. wa kamati kuu wako ishirini na tatu wako arobaini alienda chauma ni mmoja, wajumbe yeah. wa baraza kuu wako elfu mia nne karibu na hamsini themanini wameenda ishirini na tano sijui thelathini. Tukasema hizi kelele zinatoka wapi? Unaona TV, CHADEMA yapasuka, alafu ukiangalia imepasukaje Eti kaondoka basi, Lema lile ni tatizo, limeondoka Chadema sio mtu, tatizo kubwa limeondoka Chadema kama a Kilimanjaro, mnapaswa kufanya kitu cha na kutoa sadaka. Hakuna mtu ni yule, ni ndugu yangu kule kijini Ronga, ni tatizo kirusi mwishidi wanasema hii, oh, CHADEMA haingii kwenye nini. Hii CHADEMA haingii kwenye uchaguzi, ina ndoto <coughs> ya CHADEMA sio kwa baba yako kuwa mbunge, ndoto ya <coughs> kuwa rais na utu kwa kila mtu katika taifa hili, hiyo <coughs> ndio misingi. Nyie mmekuja hapa kutusikiliza, mtakuwa mbunge chama chochote kitu cha kwanza kinachopigania kama kuingia madarakani ni kitu kinachoitwa mindset transformation, mabadiliko ya fikra. Kwa sababu kinachotesesa sasa ni tunaongozwa na watu wapumbavu wasiokuwa na fikra sahihi. Kwa kazi yetu tunapokuwa majukwani, sio tu kusema tupeni kura, ni pamoja na kuelimisha mambo mengine ya msingi ili tuna jumuiya yenye ustawi bora wa fikra katika kujenga taifa letu, taifaletu. Kwa kazi yetu ya kwanza ya chama sio tu kuwa wabunge, sio tu kushika madaraka, ni kwanza kuweza kubadilisha jinsi watu wanaofikiri na kupata ustawi wa watu wote. Tukichelewa kufikia madaraka lakini tukawa tumepata taifa lenye watu wanaofikiri vizuri, watu watakaojali maumivu ya wenzao kabla ya kujali Simba na Yanga, watu watakaojali hospitali zikiwa mbaya kwa, kwa moyo wao zati, ukipata taifa lenye watu wenye fikra hiyo maana yake ni kwamba unakuwa na taifa lenye uwezo wa kuchagua. Hali ilivyo sasa, kwa hali ilivyo sasa, nina wasiwasi kama tusipodili na mambo ya msingi, hata CHADEMA ikiingia madarakani. CHADEMA kwa tume hii, kwa katiba hii, CHADEMA inaweza ikafanya ukatili kuliko hata Chama cha Mapinduzi, kwa sababu CHADEMA wanaishi katika jamii ambayo fikra zake ni hasi juu ya ustawi na utu wa binadamu, na ndiyo maana ni msingi muhimu mkajua kwamba kila mtu katika kazi yake ya msingi katika kujali ni kumpenda jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Sasa watu wa Moshi, mimi nimekuja hapa kweli, huu mkutano ni mkubwa sana leo hapa, na kesho tunaendelea na ziara mkoa mzima wa Kilimanjaro. Baadaye tunahamia mkoa wa Tanga na tuomba. mmeona nimevaa t-shirt hii. imeandikwa e tonetone. Nafikiri mmeshasikia ajenda yetu juu ya tonetone. Chama hiki hakina pesa na hatuwezi kupewa pesa na matajiri. Hatuna pesa, tunahitaji pesa ili kutembea, tunaomba mtuchangie leo hapo mtamchangia na nitawapa namba ya simu baadaye, ili kila mtu awe na wajibu, angalau kila wiki ama kila mwezi, toa kuanzia shilingi ya tano elfu moja milioni hata milioni kumi, tusaidie tutembee. Mnafahamu kwamba msajili amezuia ruzuku yetu ya pesa, ni mikakati ya kuwa chama hiki. Maanake nyie msipojali, maanake chama hiki hakitatembea kundi lote hili hapa wanatembea na magari wengine hapo neka kwa hela zao, wana walinzi wanawalisha kwa hela zao. Naomba sana wakazi wa Kilimanjaro na watu wote takarisha wa kwenye mtandao, ukimwona mtu wa CHADEMA anatembea kufanya hii kazi, hata ukimkuta restaurant, mnunulie maji, mwambie tu ashukuru kwa kazi yako. Wanafanya kazi ya kujitolea sana hao watu kabisa. Sasa nitawatajia namba baadaye, lakini Naomba nisikilize kitu hicho, alafu nataka nimwongee Samia kidogo. Samia leo kwenye mkutano mkuu wa CCM. Ndugu zangu wajima amesikia, tunaongea habari ya utekaji sana sana, watu wanatekwa kila siku kila siku, na nilikuwa namwambia hapo mbonini Juzi mimi nikiwa Shinyanga, rafiki zangu wawili tena wasisi walinipigia simu wakaniambia, Mheshimiwa Lema uko wapi? Nikamwambia, nikaamba niko hotelini. Wakaomba tule nao nyama, nikaenda mahali likokuwa tukachoma nyama tukawa tunakula. Wakawa wananionya wananiambia, Mheshimiwa Lema, tunaona bana mambo ya utekwaji, kuwindwa mnawindwa sana Hebu punguzeni kasi, bado sio kaumia. Kama ni rafiki yao, wananishauri vizuri, lakini sio vizuri, wananishauri uoga. Sasa sikiliza. Mimi nikawaambia mmoja wao, rafiki zangu wasisi, nikawaambia hamwezi kuwa mbele kama mimi, lakini ni muhimu sana kila mtu akajali mambo yanayotokea. Jana asubuhi, moja moja wa wale waliokuwa nao, nikaona simu inaingia saa kumi na moja alfajiri. Baadaye nikampigia salama, Mangi salama nini, akaniambia, naomba msaada wako, juzi nimetoka Shinyanga likaa Dar es Salaam, nikawa nimekaa na wadogo zangu tunakunywa tunakula, baadaye wakaondoka na mimi nikarudi hotelini kulala. Leo ni siku ya tano sipati wadogo zangu, nimeenda mochwari kote sijaona, nimekwenda polisi sijaona. Mheshimiwa, naomba unisaidie. Nikakumbuka tulivyokuwa Shinyanga, nilisema hivi na nikama nilikuwa naacha laana, nikasema ni kila mtu anakaa kimya juu ya mateso yanayoendelea, ukasikia mtu ametekwa, amezulumiwa, ukakaa kimya hiyo zangu mtakuja kulipa siku moja siku mahali fulani kama sio wewe mtoto wako. Sasa huyu ni mtu ambaye wadogo zake hawaoni. Nikamwambia nenda polisi, ameenda, kaimu ara aniambia nenda kule Tabata, akasema tukio limetokea kwenye mamlaka ya Kinondoni. Akaniambia mheshimiwa, nafanya nini sasa? Wakati ananuuliza hivyo nikawa nafikiria sasa. Leo nimemsikia Rais Samia, rais Samia, Gwajima ameita vyombo vya habari. Gwajima anaongelea watu ambao wametekwa na kuuawa, akatanya ndani ya watu wengi takribani themanini. Gwajima we, Rais Samia, angekuwa ni Abduli mtoto wako ametekwa ama ametobolewa macho, wewe kama rais ungechukua hatua gani? Akasema wewe ndio amiri jeshi mkuu, vyombo vya ulinzi na usalama vinapaswa kujua hawa watu wanaotekwa ni nani, na kama sio vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya mambo hayo, aijipii atakiwa ogope, mkuu wa majeshi atakiwa ogope. Maana yake tumevamiwa, kuna watu wanaua watu ndani ya nchi. Sijui meneleo anasema sio sawa sawa. Sasa sijui kama sauti nasikika. Sasa oesnatisha shirikanomaelemoshi moshi hanielewi? Mkinielewa, mkinielewa mtaogopa. Huyu ndio rais wa nchi, ndio mlinzi amani namba moja nchini, ndio mlinzi wa sheria na katiba namba moja nchini. Gwajiba anamwambia mheshimiwa rais, kuna watoto wametea, mdude amechukuliwa chumbani kwake mbele ya mke wake mduni wameondoka nayo. Soka alikuwa hajafika miaka thelathini. Akiikuwapi me alichukuliwa kwenye basi, tukaenda kuokota maiti. Rais anasema hawa watu wote ndani ya CCM wanaojali mambo haya ni magwadima na mabaji mabaji yote yasirudi katika vikao vya uteuzi na mishemo vinaanza kupitisha wabunge majiwaji, mabaji mabaji yote ya kesho yalikuwa yani, maneno ya kutetea haki unastahili adhabu huyu? Ni rais wa nchi anaongea. Mheshimiwa Rais, kama Mungu ashindwe kama Mungu ashindwe, polisi wako na usalama wa taifa unaweza ukawapa maelekezo hiyo, maisha yetu sasa hivi na nisizike nyumbani ni Arusha, wakawa wamenifanya chochote wanataka. Kwa kauli hii, mheshimiwa rais, utajutia wewe na watoto wako maisha yako yote kwa kauli hii, na kwa sababu hakuna anayejua kesho, mheshimiwa rais. Mungu aziakiwi apandacho mtu ndicho atakachovuna kama mtoto wako ana samani kwenye macho yako, mtoto wangu anasamani kwenye macho yangu Dunia hii hakuna maendeleo yoyote, ni thamani kuzidi binadamu. Ukinipa kilometa milioni moja za lami, ama ukaniambia maisha ya kichaa yaendelee kuwa salama, takuambia maisha ya kichaa yawe salama. Rais anasema hawa wanaotetea haki za watu katika mfumo wa sisiemu waondolewe. Na Tarimba, mbunge wa Kinondoni, ni Kinondoni Tarimba, Tarimba anasema Huyu Kwajima ni mpuzi. anawezaje akasema mtoto wa rais, kwa mfano, ametolewa macho. Mtoto wa rais, kwa mfano, huyu ametolewa macho, rais anajua, anajua uchungu wa mtoto. Mpumbavu utalimba, mpumbavu. Ndugu zangu, yaani Tarimba anasema mtu aliyezaa peke yake dunia hii na mtu mwenye uchungu na mtoto pekee yake nchi hii na mtu uchungu na mtoto ni rais tu wengine wote nyie, mmeza kenge na ndio mara bungeni nimeitwa kenge. <muchilis> Sasa sikizani nyie makenge, niwaambie nyie makenge, nisikizani nyie makenge. Kwa nini tumeitwa makenge? <muchilis> Kwa, kwa sababu hata mambo yanayohusu maisha yetu, hata mambo yanayohusu maisha yetu, yanahusu vifo vya wenzetu, akijawa serious, kwa sababu sisi ni binafsi nchi hii inatafunwa na zulma, inatafunwa na ubaya, kwa sababu nyie wananchi nyie mnachagua kuwa kuwa wabinafsi, mnaogopa kuchukua hatua madhubuti. Ndio sababu utasikia hata msajili anatishia kufuta CHADEMA, msajili anaondoa viongozi wa CHADEMA, sio kwa sababu sisi tuna makosa, ila ni kwa sababu nyie mnafikiri sisi tunacheza kidalipo. Huyu ni rais wa nchi, huyu ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Gwajima ameongea hoja na msingi, anasema katika kipindi cha miaka mitatu minne, wakurugenzi wa usalama wa taifa zaidi ya watatu wameondolewa. Anasema watu wanatekwa, polisi haichukui hatua. Anauliza hao watu wanaoteka watu na polisi hawachukui hatua, hao watu, watu chini yake juu yake wako nani? Nimeona Zanzibar shee mmoja ameokotwa uko pemasio. Nimeona nani mjukuu wa Mufti ameokotwa Zanziba huko. Sasa nyie mlioko hap mlioko hapa asa Waislamu, kuna kampeni chafu inapita skiii na ina na alianza yapi kule sigina mnaambia Islam duaki Islam, sikiliza haki ndugu, yake haki, haki ndugu, yake haki, yeah. haki, ndugu yake, haki. Yeah. Kuna mashehe wamenyongwa. Sheponda ameandika hawa mashehe walionyongwa sio Wakatoliki, sisi Waislamu na Wakristo nchini siku mkiacha kunawayo kwa ulini, na hiyo kazi inafanyika sana. Sasa hebu niambie, Katoliki wanatoa tamko la kutaka tumehuru, unashangaa kuna mashehe wanairuka kupinga kwa kusema hawa Katoliki washenzi.

Rais Samia, ndugu zangu, Rais Samia ni rais wa nchi, sio mama yetu, sio shangazi yako, sio bibi yako, nchi kiereja mama, mama sio mama yako. Rais Samia akikosea ataambiwa kama rais wa nchi. Wananchi wamemwajiri ili afanye kazi kwa mujibu wa sheria na katiba, hatuna kizuizi cha Kanisa likosea tutamwambia, tutamwambia. Sasa naomba niwape namba ya mpesa ya chama cha kila mtu, achukue namba ya simu, kila mtu achukue. Mnao namba cha Lema no sifuri saba nne nne hiyo hiyo ya hela, mimi msaga ndio itaja ndani ya hiyo yani, hapo mimi nitaanza na sifuri saba nne nne arobaini na nne 69 69, naomba ninulie hiyo ulogo karusha sahihi bila 0744 44 sitini na tisa sitini na tisa, andika tu CHADEMA impesa. Ukituma itaandika CHADEMA HQ, CHADEMA HQ Manake imefika sehemu sahihi. Kijana, ukiwa umekaa baa unapata kinywaji kabla ujaongeza cha tatu na cha nne, rusha tabuku mini. Ukiwa na kula kuku uko na mrembo mnapiga stori, alikuomba hela kali shilingi elfu arobaini mwambie suka yebyeb u 30, teni rusha CHADEMA sio tukijali. Hivyo kila mtu tutaweza kutembea nchi nzima kutoa elimu tunayoitoa. Nawashukuru sana, assalamu alaykum. Mungu awabariki